Majina yangu naitwa Atuganile Rafaeli. Mimi ni mama na huyu hapa ni mwanangu. Changamoto yake ilianza alipokuwa ameanguka. Alikuwa anatembea lilini, akaanguka. Alipoanguka hakulia sana, tukaendelea na safari maana tulikuwa tunaelekea kanisani. Wakati tumerudi siku ya Jumapili jioni hakulalamika maumivu yoyote. Jumatatu hakulalamika, Jumanne akaanza kulalamika kwamba mguu unamuuma. Kumwangalia tukakuta mguu haujavimba. Baba yake akawa amemnunulia dawa ya kuchua tukamchua, lakini Jumatano hali ikawa mbaya zaidi, akaanza kushindwa hata kukanyaga mguu, kulalamika kwamba mguu unamuuma. Siku ya Alhamisi asubuhi tukaamua kumpeleka Rugambo hospitali, wakampiga x-ray, wakasema huyu mtoto hajavunjika, itakuwa ni injury ndogo ambayo itakuwa imempata. Kwao wakawa wamempa dawa ya kuchua na dawa ya maumivu brufen. Kaendelea kumchua tukiwa nyumbani, lakini kila ukimchua alikuwa analalamika sana maumivu, kwao tukaamua kuachana na ile dawa kwao kulingana na ushauri wa watu hapa na pale, wengine wanasema tumia mafuta, tumia hiki Tukajikuta kwamba tunaendelea kukaa naye nyumbani ambapo tulikuwa tunaendelea kumzalishia kuongeza tatizo pasipo sisi kujua. Ilikuwa ni mwezi wa 12, ndio tumekaa naye mwezi wa 12 ule, wote tunajua kwamba labda atakaa vizuri kwa sababu amesema hajavunjika. Kwa hiyo tukawa tunajua kwamba atakaa vizuri. Tumeendelea kukaa naye mpaka mwezi wa kwanza. Mwezi wa kwanza alikuja dada mmoja akasema, hapana, huyu mtoto mleteni hospitalini kwetu, kwa sababu haiwezekani kwa muda wote huu mtoto ashindwe kutengamaa kama hajavunjika. Tukampeleka hospitali ya Hindu Mandal. Huyo dada akawa ametusaidia kwenye vipimo vyote kwa sababu tulikuwa hatuna hela. Akatusaidia kwenye vipimo vyote wakampiga x-ray, ni kweli hajavunjika. Ikabidi wampeleke ultrasound. Ultrasound ndio ikaonekana kama ana infection. Akatupeleka kwa daktari wa mifupa pale Mandari. Yule daktari akasema kwa hapa itakuwa ni gharama sana, itabidi muende naye Muhimbili. Kwa hiyo tukambeba mtoto muda huo tukampeleka Muhimbili. Tulikuwa hatuna kiasi chochote cha fedha. Aitusaidia mama mmoja ambaye alitutumia shilingi laki mbili baada ya kumwelezea, ndo tukaanza nayo hiyo. Wakatupokea pale Moi, wakasema huyu mtoto amepata infection, anatakiwa apelekwe operation. Ikabidi nao wachukue vipimo vyao, wakachukua vipimo vya damu, wakachukua vipimo tena vya x-ray upya, wakapiga tena na wenyewe ultrasound, wakasema inabidi aingie operation. Operation yake wakasema ni laki sita, tukawa hatuna tulikuwa tumefika pale kama mida ya saa kumi na moja jioni tumekaa, wanatuambia return hela maana mtoto hawezi kupelekwa operation bila pesa. Tukabidi tuende tukaombe, tukaenda kuomba ustawi wa jamii. Tukasema basi hiyo pesa watuandikie kama deni. Wakaa wamekubali, kuna fomu wakawa wametupa tumejaza, wakaenda wakamfanyia operation yake ya kwanza ambao walimfanyia hapa juu ya goti. Wakatupeleka odini, tumekaa odini, baadaye daktari walipokuwa wanapita siku ya madaktari ni Jumatano, wakasema, hapana, huyu mtoto bado inaonekana usaa bado umetunga upande wa huko, kwa hiyo inabidi arudi operation tena mara ya pili. Tukaomba tukasema sisi hatuna fedha tena ya kwamba mtoto ataingia, wakalazimisha. Ikabidi tuanze kuomba kwa ndugu, kukopa huko kwa nani, kwa majirani, tukapata kama shilingi laki mbili wakamrudisha STA tena mara ya pili, wakamfanyia operation hapa wakawa wamemtoboa na upande huu wa kulia. Basi alipotoka pale tumekaa toka mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa tatu. Mwezi wa tatu ule wakasema tunawaruhusu muende nyumbani, lakini huyu mtoto bado hali yake haijafanyaje haijatengamaa. Kwa hiyo itabidi mrudi tena. Tukawa tumerudi naye nyumbani. Kumbe ule usaha ambao ulikuwa umetenga hapa ndani ulienda, wale wadudu wakawa wametafuna mfupa wake wa juu. Kwa hiyo tuliporudi naye nyumbani, tukashangaa tu mtoto bado goti naendelea kuvimba. Kumbe naona alijigonga alipojigonga, ule mfupa ukawa umeachia. Sasa mguu kama umevimba, umekunja, hawezi tena kuunyosha mguu. Kwa hiyo ikabidi tumrudishe tena hospitalini tarehe tano mwezi wa tano pale moyo. Tumerudi moyo tarehe tano ile, wakatulaza tena, wakasema inabidi afanyiwe operation, awekewe bone cement alafu awekewe chuma kwa ajili ya kuweza kunyosha huo mguu. Kwa hiyo ikatugharimu tena, wakasema inatakiwa laki sita alafu pia natakiwa laki mbili na nusu kwa ajili ya bone cement ambayo inakuwa laki, karibu laki nane na na kitu. Tukadai tena sisi hatuna na ikabidi watukarishe odini tu bila huduma yoyote. Tumekaa odini kama wiki na akajitolea msamaria mmoja akasema basi mimi nitamlipia shilingi laki nne. Hizo laki mbili kabidi tena tuingie kukopa, tukaenda tukakopa hizo laki mbili zingine na nusu kwa ajili ya bonisementi. Wakakubali kwa ile shilingi laki nne kumpeleka thiata wakampeleka theater ndo wakawa mmwekea boni cement tena, ikabidi wamchane tena upande huu, wakamwekea boni cement ndo wakatoka mmwekea na ile chuma. Akasema ile boni cement inatakiwa itolewe tena ndani ya wiki tatu, ambapo hizo ndani ya wiki tatu inatakiwa laki sita nyingine kwa ajili ya operation yake ya kumtoa boni cement. Bado ikawa ni changamoto kwetu, lakini tunamshukuru Mungu kwa sababu kwenye ile operation yake ambayo ilikuwa inakuwa sasa operation ya nne ya kwenda kutoa hiyo boni cement, alikuja kaka mmoja akame amemwangalia baadaye akasema, basi mimi nitagalamia sasa bado pia imekuwa changamoto kwenye fedha kurudi hospitali kwa sababu mara ya kwanza tulivyoenda, kwa sababu alifanyiwa operation bila hela, lakini pia kulikuwa na ile bili ya hospitali ambayo itakiwa tuilipe hatukuilipa. Kwa hiyo saa hizi unapompeleka kliniki lazima upunguze lile deni ambalo uliliacha na lile deni la operation ambayo ilikuwa inakuja kama milioni mbili na kitu. Inabidi upunguze ndo waanze mtoto kumtibia. Utoe tena ukishapunguza ndo unatoa tena elfu ishirini ya kwenda kumuona daktari tena. Ukifika kwa daktari anakuambia lazima akapige x-ray kwanza kwamba tujue maendeleo ya mguu wake. Elfu ishirini tena. Anatakiwa achukuliwe kipimo cha damu kwa sababu Awa wadudu waliokuwa wanatafuna mfupa waliokuwa na wale ule usaa wanatakiwa wachunguzwe tena wajue kama wameisha au bado. Kwa hiyo anatakiwa achukuliwe tena kipimo cha damu. Ambacho cha kipimo cha damu ina maana anatakiwa achukuliwe vipimo ambavyo vinagharimu shilingi 68. Kwa hiyo kwetu imekuwa ni changamoto kulingana na hali yetu ya maisha. Tunamshukuru Mungu tumekutana na hawa watu Care Home for Children. Tunamshukuru Mungu kwa sababu walikuja wakaja kututazama tukawaelezea jinsi hali jinsi ilivyo wakaahidi kwamba watakuja kutusaidia na leo tunamshukuru Mungu, wamekuja pale walipojariwa wamekuja kutusaidia. Kwa majina anaitwa Latifa Abdrahmani Hamisi, ni meneja kutokea Care Home for Children Organization. Nimekuja hapa leo hii kumpa sapoti mamake na kijana wetu hapa kwa ajili ya kwenda kucheki damu na kupunguza deni. Ilifanikiwa kuja mara kwanza toka nilipopata taarifa yake na mkurugenzi wangu Rosmina Ali Saidi, Mungu ni mwema, nilifanikiwa kufika hapa, nilikutana na baba yake hapa na mama yake, nikaongea nao na kweli niliona hali ya mtoto na siku sita, niliwaomba kupiga picha mtoto kwa sababu nilete taarifa ofisini, zaidi waamini kwamba kweli mtoto ni yupo, na kweli ana changamoto hii. Niliweza kufikisha nilipokuja kuchukua taarifa na hatimaye nikapata maelezo hata kiasi fulani cha kuja kumsapoti mtoto tulichobarikiwa na Mungu, leo nimeweza kufikisha mahali hapa, hadi mtoto aweze kupata matibabu zaidi. Lakini pia msitoke okay? sio kwamba sisi tumeleta hichi, kwamba na wengine mwache kumsapoti mtoto, au labda sisi kama tutaishia hapa hakuna. Tuzidi kuombeana Mungu, tutakachokuwa tunabarikiwa basi tunaweza tukazidi kuendelea kumsaidia mtoto, na wengine anazidi kumsapoti Kikubwa tunaomba sapoti yenu ndugu zetu Tanzania. Kwa majina, naitwa Christopher Rodwell Msongole ni baba mzazi wa Christian Msongole, ambaye ndio yuko hapa mgonjwa, na binafsi, uh, niwashukuru sana. Uh, organization, Care Home for Children organization kwa msaada wenu na kufika hapa nyumbani pamoja na mkurugenzi kwa ujumla, kwa kuchukua jukumu la kuja kutusaidia kwa kweli binafsi ni neema ya Mungu, kwa sababu hapa nilipo nilikuwa sioni mbele, lakini kutokea kwenu ni Mungu kawaleta. Hivyo naomba mzidi kutusapoti kwa sababu bado tunaendelea na matibabu ya huyu mtoto. Kila mwezi kliniki inahitajika pesa na madeni kupunguza na vipimo vingine. Mimi binafsi naona ni neema ya Mungu enye kufika hapa. Hivyo ninawashukuru sana. Mwenyezi Mungu aendelee kuwabariki hata katika kazi zenu mnazozifanya. Pia tunashukuru uh, hawa maofisa kwa kuja kututembelea mahali hapa, kwa sababu wameona nyumbani. Naendelea kuwakaribisha mara tunapopata wakati mwingine, sio kuja kutoa support tu, hata kuja kumtembelea na kumwona mtoto, kwa kuweza kutuunga mkono, kutupa support naweza mkatupigia simu kwa nambari sifuri saba sitini na nne hamsini sifuri nane themanini na saba.